Eyo, mambo vipi? Leo nataka nikufahamishe juu ya mambo ya msingi unayopaswa kuzingatia ikiwa unataka kupanga nyumba au chumba kwa mara ya kwanza. Jambo la kwanza ambalo unapaswa kuzingatia ni kuanza na vitu vya msingi. Nunua kitanda au godoro, meza ndogo, ndoo, ufagio ama beseni. Jambo la pili, panga bajeti yako, jua ni kiasi gani cha pesa unachotaka kulipa kwenye nyumba au chumba uliotaka kuhamia. Inamaanisha hapa ni kiasi gani cha kodi ambacho unachotakiwa kulipa kwenye nyumba au chumba ambapo umepanga kuhamia. Jambo la tatu, zingatia usalama mahali unapohamia. Usalama ni jambo la umuhimu kabisa, hasa usalama wa mali zako na usalama wako wewe binafsi, hasa wakati wa kwenda ama kurudi kutoka kazini. Jambo la nne, nunua vitu kidogo kidogo, usitaki kujaza vitu vingi siku ya kwanza. Kumbuka ukinunua vitu kidogo kidogo, itaweza kukusaidia Tofautisha juu ya vitu ambavyo unavyovihitaji ambayo ni vya muhimu na vitu ambavyo usivyovihitaji kabisa. Jambo la tano, juu ya utaratibu wa maisha mahali unapohamia. Mfano kama vile namna ya ulipaji sahihi wa bili za maji, bili za umeme, pamoja na usafi wa mazingira hayo. Jambo la sita, usijilinganishe na wengine. Panga kulingana na uwezo wako. Kumbuka kila mtu alianzia chini, hivyo usitishwe ama kupata presha juu ya picha za watu wanazoziposti katika mitandao ya kijamii hasa Instagram au TikTok, ambapo wakionyesha nyumba zao au vyumba vyao Kumbuka, kuna utofauti mkubwa kati ya maisha ya kwenye mitandao ya kijamii na maisha ya uhalisia, na maanisha reality. So panga kulingana na uwezo wako, kumbuka kila mtu alianzia chini. Na haya ndo alikuwa mambo ya msingi unaopaswa kuyafahamu ukiwa unataka kupanga nyumba au chumba kwa mara ya kwanza. Ulikuwa nami Issa Mwimbi kwenye jewa jua. we are done here. Chao.